Naanza safari ya, ya, ya kuelekea Mbudya. Ona mvua inanyesha, bahari ndo hii, enda kupanda boti hii hapo, karibu tuwe pamoja kana safari ya kuelekea Mbudya Wow. Naitwa George Gasto, mtalii wa ndani, kama unavyoona hii ndo safari yangu ya kuelekea Mbudya tunaendelea na safari, mvua ikaanza kunyesha, mvua inapiga, si mchezo po, inapiga. Safari inaendelea mpaka tupike Mbudya. ni <laughs> Yeah. Wow. Yeah. mazuri kama mnavyomuona kapteni wetu hapo, Captain George muge kuzuri sana kazi unaweza ukawakaribisha na karibisha sana Mbud Mbudya na dereva George Gasto, namcaakuaburifo Juma Kabela na iko nani, majei matei matrei iko mzuri sana kanaona bona ya, hatimaye tumefika Mbudya, hatimaye tumefika Mbudya. Unaona kuna watu kuna watu wametoka nje wamekuja pa Mbudya. Wewe unashangaa huko Dar es Salaam hapa afu hujafika Mbudya, njoo bwana utembee bana vale. Eh, karibu. Eh, angalia mandhari, kuna watu wametoka nje huko Ulaya wamekuja kuangalia hii Mbudya, afu wewe uko da uko Tanzania hujafika Mbudya. Karibu, nimefika pa Mbudya, naendelea kuonyesha vitu vizuri kutoka hapa Dar es Salaam Mbudya, Tanzania, Tanzania, kama mnavyoona hapa ndio Mbudya hapa ndo Mbudya. Mazingira yenyewe ndo kama haya. Kuna sehemu za kukaa nzuri nu, kuna sehemu za kukaa eh, kama unavyoona yes. Unaweza kuja na familia yako ukatulia hapa familia yako, unaweza kuja peke yako ukatulia hapa. Safi sana. Hii ndo Mbudya, Mbudya, Mbudya. Mazingira yenyewe ndo kama unavyoyaona hivi. Hiyo cha ni Mbudya. Ya yeah. <laughs> Leo niko Mbudya. <laughs> Ya yeah. Namshukuru Mungu sana nimefika Mbudya hapa. Uh, umekuwa nami tokea nilipoanza safari mpaka sasa hivi. Kuna watu wengi wanatoka mbali wanakuja hapa, wanatoka kila kona ya dunia wanakuja hapa kuangalia uzuri wa Tanzania, nami nakupitisha kila kona e Tanzania kuona mambo yalivyo mazuri. Eh? mimi ni George Gasto, mtalii wa ndani eh? nakuhamasisha na wewe utoke ndani, uje nje kuona mandhari nzuri ya taifa hili la Tanzania. ah, I say mambo ni mazuri sana, mambo ni mazuri. Usiogope boti bwana, njoo unaweza ukapanda ukaja mahali hapa eh? Bahari ni yetu wa Tanzania, lazima tuitumie vizuri. Kisiwa hichi ni kizuri kama unavyoona, watu wanaogelea wanafurahi, wanakuja wanapata upepo. Na wewe njoo uone mambo yalivyo mazuri <laughs> karibu sana. Hapa ndipo Mbudya, Dar es Salaam Tanzania. Nashukuru sana kwa kulipa muda wako kutazama yale mazuri ambayo nakuonyesha. Mimi ni mtalii naitwa George Gasto. Nikutakie uwe na siku njema na uendelee kunisupport, comment, toa comment zako kama kuna jambo ambalo unahitaji niboreshe, na kukaribisha sana utoe mawazo yako, na wakaribisha hata wenzetu kutoka Kenya, Kongo, Uganda, Rwanda, Burundi. Njoni hapa Tanzania, ni pazuri sana. Ni pazuri sana sana sana. Mungu ametuumba, ametupatia hivi tu vitawale na tuvimiliki. Uwe na siku njema.